Nabii Isa miongoni mwa miujiza ambayo aliyokuwa kapewa ni hiyo kama. Kisha hapa pana maelezo marefu kidogo, lakini kwa sababu tumeshasoma kule nyuma kwa naeza tukapita haraka haraka, kwa sababu ni maelezo ambayo tumeshapita. Uma wa min mujizati nabiyina, akamalizia akasema, na miongoni mwa miujiza na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alquranul azim. Kubwa ni hilo. Ungekuwa wewe umesoma lugha ya Kiarabu ungekubali kama huu ni miujiza mkubwa sana. Ungewasoma wale wataalamu wa lugha ya Kiarabu wanaitwa ashabul muallakat, basi ungejua saa hawa jamaa kwamba haya maneno kweli, si maneno ya mtu, ni maneno ya Allah, na hawawezi hata siku moja kuweza kuleta mfano wake. Si mshapewa challenge zote hizo? Inasikitisha sana unakuja kumkuta mtu katika zama za sasa anazungumza mbele za watu, si Marekani kan, kaleta Marekani kafadari eh, kaanzisha kuruani Kitendo hicho kwanza, moja kwa moja wewe wakufuru. Alafu wanarushiana katika katika okay, simu wanarushiana clips <coughs> tena, angalia Qur'ani ya Marekani hiyo. Hey, yani, watu wa jinsi walivyokuwa wajinga, hawadai kusoma dini mpaka katika kitu kama iti, wana hua, wana ujinga kama huu. Marekani kaanzisha Qur'ani yake, Qur'ani si imebadilishwa, wanaeleza kama Qur'ani imebadilishwa Angalia hii jamani, tuwe macho, watoto wetu tuwasomeshe. Yale upumbavu wa mwisho kabisa ndio urushiana viklipsi kama hivyo, wakati kuna, maa, kuna aya zaidi ya ngapi zinakanusha mambo haya, wamekanushiwa toka ambao walokuepo hao, wanaojua yeye anakuja kutuambia kila siu Thomas Mula wanaweza kutunga Qur'an, Thomas Mula Kashindwa kina farasdaki yao, sija kina nani labibi Rabia wameshindwa, unakuja kunitajia sisi kina Thomas Mula, eti Thomas Mula katunga Qur'ani? Hata kiarabu kinapokaa hajui, hata kule kutamka hajui kalamu, unakuja kubabisha wazi, yani shida. Kwa hiyo ukawa hujasoma, unakuwa mjinga wa mwisho, yani kila kitu wewe unakuwa wa buruni, watu wasi. Sasa, miongoni mwa miujiza ni hii Qur'ani. Itilaki, itilaki ala itlakihi, juu ya iliyo itlaki yake. Qala taala, Allah anasema wa in kuntum fi raibi mima nazzalna, ikiwa nyinyi mwatia shaka juu ya haya tuliyoteremsha. Ala abidina, kwa mja wetu. Faatubisura, hebu leteni sura moja basi. Mimmithlihi, mfano wake. Alafu waduu shuhadaakum, alafu waiteni hao washirika wenu min dunillahi yasiku Allah in kuntum sadikin, ikiwa ni kweli. Mwanzo hapo waliambiwa, mwanzo wa kabisa aliambua fatu bi ashri suwar, leteni sura kumi. Mambo yakawa magumu, baadaye ya kaambiwa ah, sura kumi basi ni ngumu, leteni moja. Tena wakaambiwa hapo inna wakaambiwapo inna ataynaka al kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shariaka wal abtar. Haya, mfano huo hapo, leteni kama hiyo hiyo, ndo ndogo yao basi, imeshinda. Walipoona kwamba Allah alipoona kwamba hawa hawawezi, akawaambia hivi sasa, kulla injtamaati linsu wal jinnu, sema Muhammad, lao kama watakusanyika majini na watu na hawa watakakusanyika ni maespai, sio watu wa kawaida, ala an yatuu bimithli hadha lqurani, kwamba walete mfano. Angalia Allah anaposema, ala an yatuu bimithli hadha lqurani, kwamba walete mfano tu wa qurani kama hii la yaatuna bimithli hawataweza, ya kuleta mfano wake kabisa. Vipi wewe unakuja kutuambia eti Marekani kabadilisha Qur'ani, kaleta qur'ani nyingine? si mtu mjinga kama huyu yupo? Yani mtu mjinga kama huyu unadhani yupo? Qur'ani nasema hawezi kuleta hata mfano yana kuja kutuambia Myahudi si Marekani kabadilisha kaleta Qur'ani. Sasa unajua anayebabaishwa ni nani? Yule ambaye hataki kusoma. Sasa wewe, kwa sababu ni mjinga unataka kusoma, unasoma maneno ya Kiarabu ndio unadai Kurani. Wale takusomea kama hivyo, kasema sunali atunga maneno anapokuambia umeona Kurani hiyo, kwa sababu ya ujinga wako. Ungekuwa unasoma usenge kwa hivyo hata hiyo Kurani yenyewe, kumbe hataki ujua, huijui ndio anza kubabaika sasa. Wale toa maneno, maneno ya Kiarabu anaanza kubabaika. Kurani ya Wayahudi hii, Kurani ya nani hii? Sasa kwa sababu ya ujinga ndio umekuwa kama hivo, kwanza kurusha clips unamrushia huyu umamrushia huyu. Sasa Allah akasema, walau kana baadhuhum li baadhin dhahira. Hata kama watakuwa wao kwa wao watashirikiana wasaidiane, basi wasaidiane wao kwa wao hao majini na hao watu. Huyu akaa ambe lete lamu hapo hapo weka wau hapo weka be hapo weka kasra, basi anasema hawawezi kabisa kabisa yakutosha maneno yaliyoko katika surati lkahfi, Allah anasema wala mubadila likalimati, wala hakuna yoyote mwenye uwezo wa kubadilisha maneno yake, hakuna yoyote mwenye uwezo wa kubadilisha maneno yake. Huyo mtu hakuna, hawezi hata siku moja. Mmarekani sijui akasema aya imeandikwa kul a'udhu birabbin nas, ye aondoshe nasi aeke nasa. Huyo mtu hayupo, siwefaa vizuri kul audhu birabi nnasi simkimesomo kwa, kwa, kwa, kwa nasi. Hakuna mtu yoyote duniani anayeweza akaandika pale nasa. Huyo mtu hayupo. Sasa wewe wabaidha, kwa nini tena unaanza kushughulishwa na watu hawa? Ajabu ajabu. Anaendelea, wa min muujizatihi, na miongoni mwa muujiza yake inshikakulkamari, tunamalizia ni kupasua mwezi indama saala ahlu Makka pale walipomtaka watu wa Maka. Ama kisa chake hichi ndo inshallah tutakuja kukisoma, nadhani darasa hiyo inaofuata itazungumzia habari hii na maelezo yake. sio, na, sio, wale jamaa kuna jamaa mmoja anaitwa Jumaane nani sijui, alitoa kisa hichi cha kupasuka kwa mwezi, wale alkuswasu wanatia uongo na ukweli, sijui akawa Abu Jeheli anamangamia, msha kusikia kisa kama hicho nani, kati msha kusikia hamia kusikiliza visa kama hivyo. Hao jamaa kina Dr. Sule na wenzao alikwenda, si Abu Jeheli anaangamia mia, akamwambia subiri kwanza, si yale wametia uongo mwingi, yale ya kweli wakayatia na uongo, maana katika ile kupamba watu wa visa haya ya uongo hayo Chukua yale yale yaliyokuja katika dalili tu, kweli mwezi ulipasuka. Sasa ye akaja na maneno mwezi ukasema pale ngamia siku akaja akasema ni hivi na hivi, ana mambo mengi nakumbuka visa hivyo zamani sana, kimetolewa hicho miaka ya tisini mwanzo mwanzo kwa walikuwa wanazungumzia habari hizo wale watu wa visa visa. Basi anasema miongoni mwa muujiza yake inshikakul kamari kupasuka mwezi indama sala ahlu Makkah pale walipoomba walipotaka watu wa Makkah kumtaka annabi al sallallahu alaihi wasallam, aya walimtaka, wampe dalili atoe dalili, fanshakka alqamaru, basi hapo ndo ukapasuka mwezi shikaini, vipande viwili, faraahu raahu ahlu Makkah, wakauona wale watu wa Makkah waraahu ghairuhum, na wakaona wale watu wengine waliokuwa si watu wa mji wa Maka. Darasa la nadhari ya Jumapili kishokuda tutasoma kisa hicho. qala taala, Allah amesema: iktarabati saatu wa wanshakka lkamar, kwa hakika kimekaribia kiyama na mwezi umepasuka. wa in yarau aya, na kila wanapoona dalili yuridu, basi wao wanaipinga. wayakulu sihiru mustamiru na wanasema ni uchawi wenye kuendelea tu. Wamilmujizatihi alaihi salatu wassalam, na miongoni mwa miujiza yake isra wal miraj, ambayo tumeshaisoma hiyo, ni safari ya kwenda isra na miraj, ambapo wao Waarabu walikuwa wanakwenda kwa muda miezi mitatu na kurudi mitatu, hiyo ni safari ya kwenda tu, yeye kwenda kwa usiku mmoja.

hakika yeye alimtia nguvu kwa mingi min alayati waalbarahini, katika aya na dalili alati ambazo lamtajtamiu lilnabiyi kablahu, hapajakusanyika kama mtume mwingine yoyote kabla yake. wamasuktuhu wama ya hapa alapo akaandika, wamasuktuhu, na yale niliyoyataja hapa, wamasuktuhu huna kitabu kimeandikwa na maulamaa wengi. Ii hapa pametumika neno nafsi ya umoja, alikuwa aseme vipi? Wamasuktunahu wa sawa na eh? yale tuliyoyataja, lakini kasema wamasuktuhu huna. Innama huwa litamthili fakat, nikataka katika kukuoneshea mfano tu, lakini kwa urefu, insha Allah utarejea katika kitabu cha sira tunachosoma, uh, tutakuja kuona mlango special umeandikwa miujiza ya mtume Tumutu atataja hapo mmoja baada mmoja, na dalili zake. Hapa umepewa kwa ufupi tu, ukitaka kwa urefu, nenda katika kitabu kinaitwa Albidaya wa nihaya cha Ibnu Kathiri, taelezea kwa urefu, kaanza toka inaumbwa dunia mpaka wakati wake yeye alifariki, taeleza matukio yote kayapanga kinaitwa Albidaya wa nihaya al toka mwanzo ali mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo kakomea hapo alipofariki, tena hakuna ambaye aliendeleza. Ukikipata hicho utasoma hii maelezo, yakaeleza kwa urefu sana, taishia hapo. Bil taarifu ma bil karama, makarama nini maana makarama na ni nani, nani hao watu wa makarama, na mifano zitakuonesha hiyo makarama ya watu Ujue kama watu wana makarama, sio makarama hayo ya watu kuruka kuelekea Maka, sio hayo sawa. Basi inshallah tukoje endelea darasa yetu sisi siku ya Ijumaa, kitabu sahihi fiki sunna. Kitabu hichi tutarajia tena wiki ijayo. Naam, kama kuna swali kwa hayo kabla ya kuondoka Naam, Nabii Nabi Luti na Nabi nani na Nuhu, yaani katika alipopanda, hakuwata kwa ha? E, sababu aliashiria baadhi yao tu, hakuwataja ya wote wale ishirini na tano waliotajwa, hakuwataja wote, alitaja baadhi. Sasa hatujaona kama je ndo walikuwepo vipi, hatuna uhakika, lakini ile hadisi alipokwenda pale katika safari ya mihiraji eh, safari ya Isra ile kabla ya kukwenda mihiraji alisali, akawasalisha wale mitume. Sasa walikuwa wote, lakini usalishaji wenyewe ndo vipi, sio kama wakiwiliwili kama tulivyosoma nakusudia, nadharia ile ile. Sasa hao kweli hawakutajwa hapo, wametajwa katika hadisi nyingine, kwa sababu hadisi ni refu. Hapo walitoa katika kuonesha mifano tu, basi. Naam, bwana tume eh Ndio, ndiyo, ndiyo almuhakikuna, ndio walivyoeleza, ndio masahaba wenyewe walivyoeleza.